Mwaali muhammad waaji faraja wasalam ammabaado fa ya ibada llah usikum wa nafsi bitakwa allahi aza wajala. Enye waja wa Allah, narejelea katika kutuba a pili kutoa usia muhimu sana, usia ambao ninakuusieni nami nikiusia nafsi <tuhu> yangu kwezi kumcha Mwenyezi Mungu.

man aasa llah fi hadha lyaum fakaannama siyau, aemkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wataala katika siku kama hii ya leo, siku ya idi obarikiweekuwa njema, ni sawa emkosea Mwenyezi Mungu katika siku ya kiama, wakati mwenyezi mwenyezimungu pisha kuzakimoja wake kwa hali obataislam, kila mmoja katika siku kama hii ya leo ajitahidi sana kujichunga na mpaka ya mwenyezi Mungu, asije kuifanya siku ya leo kuwa ni siku ya laana kwake yeye, baada ya kuwa ingekuwa ni siku ya furaha na shangwe kwake yeye. Warkuvslam, wa siku yetu hii aidi, ni siku iliyobarikiwa sana, ni siku ambayo mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kuwapatia msamaha waja wake na kuwateremshia rehma baraka zake waja wake. Slam alikuja siku ya leo kuja msikitini kupitia njia fulani na kurejelea arejea kupitia njia nyingine, kwani katika siku ya leo Mwenyezi Mungu wapanga malaika zake katika kila njia kutoa mkono wa hongera, hongera kwa wale wote waliofika kusali salati hii ya Eid el-Adha. Hivyo basi tubadilishe njia wakati wa kurejea manyumbani kwetu tutafute fadhila za Mwenyezi Mungu subhana wa taala. Kwa Muislam katika mwezi wetu huu wa mfungo tatu tuna siku tatu muhimu sana ambazo wengi hawastambui kwa ujumla wake. Wengi tunatambua siku moja tu, hii siku ya ya Idil Adha. Bali kwa Muislam, tarehe kumi na nane mwezi huu wa mfungo tatu tunayo siku nyingine inayoitwa siku ya idil

ibn Abi Talib kuwa yeye ndiyo kiongozi wa Waislamu. Siku hii ni idi kubwa sana nayo, insha Allah, tujipange nayo kusherekea, itapokuwa imefikia tarehe 18 za mwezi huu wa mfungo tatu, insha allahu taala. Lakini pia katika mwezi huu wa mfungo tatu tarehe 24 za mfungo tatu huu tunayo sikukuu nyingine inayoitwa Eid al-Mubahala hii ni siku kuu inayokuja kwa munasaba wa ushindi aliyoupata nabii wetu Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye na familia yake tuarifu, baada ya kufanya mapizano na mjadala baina yao na viongozi wa Kikristo kutoka katika nchi na jirani, na hatimaye Uislamu kashinda. Siku hii pia ni siku ya idi Almubahala na siku hii ina baraka nyingi sana kwa waislam duniani kote. Insha Allah taala kijaliwa kufikia siku hiyo, pia tutaelezea namna gani ilivyokuwa. Inshallah taala, kwa ndugu waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tuwafikishe insha Allah kutekeleza ibada hii ya Eid al Adha katika njia ambayo Mwenyezi Mungu anairidhia na Mwenyezi Mungu atukinge na shari.